za watu wakihubiri Yesu wa utajiri na miujiza na si Yesu msulubiwa msalabani, anayealika watu watubu waache dhambi na wapendane kama Yesu alivyotupenda, akawa tayari kutufia msalabani. Vipimo vitano. Kipimo cha kwanza, yeyote anayejigamba kukemea mashetani kabla ya kumpeleka mgonjwa hospitalini ili apimwe na kuona kama ana malaria, wengine malaria wanaita ni mashetani, kama ana kisukari au presha huyo anayejigamba kukemea mashetani kwa mgonjwa wako, huyo mchungaji mpeleke akanyage katikati ya msafara wa siafu kwa dakika walao tano, na anze kukemea siafu hao wasimpande mwilini. Uone kama siafu hao watamtii nasi tuweze kumwamini. Kipimo cha pili, yeyote anayejigamba kufufua wafu nikamsikiliza, mpeleke mochwari ya hospitali yoyote, au basi mpeleke makaburini awafufue wapenda wetu kwanza, tuweze kumwamini. Soma Injili ya Yohane sura ya kumi na mbili aya kwanza aya tisa na aya kumi na saba. Kipimo cha tatu, yeyote anayejigamba kufanya miujiza ya uponyaji majukwa ani mpeleke ICU au chumba cha wagonjwa maututi aponye wagonjwa hao tulio na wasiwasi nao soma injili ya Mathayo sura ya nne aya ishirini na tatu mpaka ishirini na nne sura ya nane aya kumi na sita sura ya kumi na mbili aya ishirini na mbili na injili ya Marko sura ya kwanza aya thelathini na nne na injili ya Luka sura ya sita aya kumi na tisa na, na sura ya tisa aya kumi na moja Kipimo cha nne, mtu yeyote anayejita Mungu, mkamfuata apelekwe baharini au ziwani, atembee juu ya maji kama Yesu, na asizame, tuweze kumwamini kwamba ni Mungu kweli. soma Injili ya Matayo sura ya 14 aya ya 22 hadi ya 33, Injili ya Marko sura ya 6 aya ya 45 hadi ya 52 na Injili ya Yohana sura ya 6 aya ya 16 hadi ya 21. Kipimo cha tano, mtu yeyote anayejiita Yesu mkamfuata asubiri ijumaa kuu mkamcharaza mjeledi akiwa uchi wa mnyama angalia hapo avishe taji la miiba atundikwe msalabani mnaona hapo kwa kumpigilia msumari mikononi na miguuni achome ubavu amkuki kuhakikisha amekufa, azikwe kaburini na kuwekwa mfuniko wa zege zito twene, kama atafufuka siku ya tatu ili tumuamini, tumfuata. Vipimo vingapi hivyo? Vitano. Sasa onyo, onyo wewe muumini isie malaya na mzururaji kwa watungaji na dini tapeli zinazotumia dini kama miradi ya kujitajisha. Kinachoponya mara zote ni imani yako kwa Mungu, si imani yako kwa mafuta, maji, mchanga, upako na makelele ya aleruya. Wewe soma Biblia Mathayo sura ya tisa aya pili na sura ya tisa aya ishirini na mbili sura ya kumi na tano aya ishirini na nane Marko sura ya kumi aya hamsini na mbili Luka sura ya nane aya arobaini na nane Luka sura ya kumi na nane aya arobaini na mbili.